Mimi kwa majina naitwa Zamoyoni Mogela, nilikuwa mchezaji wa mpira miaka hiyo ya nyuma katika klabu ya Simba, Yanga na timu ya taifa. Baadaye baada ya baada ya kustafu, nimerudi nyumbani Morogoro kuangalia maisha mengine yanaendaje. Ah, unajua sasa, kwa bahati mbaya au nzuri, wakati sisi tunacheza teknolojia zilikuwa bado kwa hiyo watu wa sasa wengi hawakutuona, watu wazima ndo wanaweza kuwa na kumbukumbu zetu, lakini kwa vijana vijana wa umri wa miaka 30 ngapi, wa wa miaka thelathini ngapi nafikiri hawakutufaidi sisi. Ah, kwa kweli, kwanza ni jambo la kupongezwa kwa ubunifu ambao ulifanywa na huyu mkurugenzi na jamaa zake. Sasa walipokuja Morogoro walitutafuta sisi baadhi ya wa wachezaji wa miaka hiyo ili tuweze kusaidia kuongeza hamasa kwenye hiyo kampeni ya kuhifadhi mazingira na nishati safi. Kwa hiyo tukapatikana kama watu wanne hivi, ambao ndio tuko wajumbe kwenye kamati ya nishati safi ambayo imeandaa mashindano ya mpira wa miguu ili kuweza kuhamasisha wakazi wa Morogoro, wa manisipa ya Morogoro na vitongoji vyake, kuweza kuhifadhi mazingira kwa ubora. Ah, majukumu yetu yalikuwa ni kuandaa hayo mashindano, kutengeneza ratiba na kupata vilabu vile ambavyo vitashiriki kwenye mashindano ambazo ni kata hizo, karibu thelathini na kitu hivi, kwa sababu unajua huko kwenye kata ndo wadau wa mazingira wanapatikana, kwa hiyo ilitakiwa ziandaliwe timu kutokea kwenye kata huko zije kushindana, mshindi akipatikana nafikiri malengo na madhumuni yatakuwa yamepatikana, kwa sababu ni mashindano ambayo yatachukua kidogo muda sasa. Amshamsha ile itawaamsha it, ita, watu kuhifadhi mazingira yao vizuri na kuwa na mwelekeo mzuri. Ah, tulikuwa tunamalizia kutengeneza ratiba, kwa sababu mashindano nafikiri ndani ya wiki moja haizidi, zaidi ya wiki moja, wiki moja na nusu yatakuwa yanaanza. Kwa hiyo sasa hivi tunakamilisha ratiba, na bahati nzuri nakwenda vizuri. Kwa hiyo muda wowote ndani ya wiki moja wiki moja na nusu, mashindano haya yatakuwa yameanza. Kuna mambo mengi ya kutarajia, kwa sababu unajua soka ni burudani, lakini pia watarajie kupata elimu ya kuhifadhi mazingira, kwa sababu umeandaliwa mpango mkakati kwenye kila kata. Hizi zitashiriki kuhamasisha kupanda miti na ilishaandaliwa miti karibu mia tano kila kata. Sasa ni jambo zuri litakuwa kwa sababu kata zitanufaika zenyewe nazo pia kutokana na haya mashindano, na wananchi pia wa hizo kata watakuwa wanufaika wakubwa. Ah, mi nafikiri neno la kuwapa au wakuu wa nchi au viongozi ni kujaribu kuunga mkono hizi programu ambazo zinatengenezwa na wadau wa mazingira, kuunga mkono kwa support kwa nguvu zote, ili baadaye mazingira yetu yaweze kuwa bora na salama. E, na kwa jamii, ndio hivyo, wakaribie kwenye mashindano yetu haya, waje kuburudika na kupata elimu ya kuhifadhi mazingira, ili mazingira yao yawe, yaweze kuwa salama na amani kabisa.